Katibu wa Jumuiya ya Wazazi Chama cha Mapinduzi CCM Wilaya ya Ilala Comrade Mtiti Jirabi Mbassa leo hmm, Novemba ishirini mwaka huu ameendelea na ziara ya kikazi katika shule ya msingi Mwangaza na Maarifa kwa ajili ya kukagua uharibifu wa miundombinu uliosababishwa na vurugu zilizotokewa wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Akiwa katika shule hizo amefanya kikao kazi na uongozi wa shule amekagua miundo mbinu iliyoharibika na kuzungumza na, na, na walimu pamoja na wanafunzi wakiwemo wanafunzi wenye ulemavu wa akili wanaosoma katika shule ya msingi Maarifa. Darasa lina walimu wangapi? Eti mwalimu mkuu, hili darasa lina walimu wangapi? wapo walimu wanne. Wapo walimu wanne. Wanawake wangapi? Wa, wa, wa nani? Katika hili darasa <tipa> wanaufundisha walimu. Walimu. Hmm. Wako watatu, huyu yeah. Ni mwanaume peke yake. <tipa> Okay, <tipa> se ongeleni sana. Kwa hiyo hapa kuna walemavu wa aina mbalimbali. <tipa> Eh, huyu <tipa> hawezi <wa> kutembea <tipa> hawezi kutembea kwa <tipa> <tipa> hiyo hapa amekaa. Akizungumzia hmm, ziara hiyo, Comrade Mtiti amesisitiza umuhimu wa jamii kulinda miundombinu ya shule na kuhudumisha amani ili kuleta tija kwa taifa kubwa ni e, mi, miundombinu ndio iliyoharibika na ukienda kwenye vyoo kule kwenye madarasa mengine wametoa milango kama alivyosema mkuu wa shule. Sasa mimi yangu rai yangu ni kwamba jamii e, e, ishughulike sana na maendeleo ya ya kijamii ikiwepo miundombinu ya, mi ya shule shule hizi, kila mmoja anasoma mimi nasoma, wewe unasoma, nani anasoma, lakini kila mmoja, ili uweze kupata elimu nzuri bora, ni vizuri zaidi uangalie namna ya kutunza miundombinu ya shule eh. Vurugu hazitakiwi. Amani hii tunaitunza wote, amani hii inatunzwa na watu waliosoma. Kwa hiyo naomba kila mmoja atunze amani iliyopo. Jina langu naitwa Mwalimu Magnus Martin Kayombo, ni mkuu wa shule ya msingi Maarifa kati ya Gongo la Mboto, mtaa wa Gongo la Mboto. Kwani nikushukuru sana wewe, nishukuru Mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya, katibu wa wilaya kwa kuruhusu kwamba uje ufanye ziara hii. Imetusaidia sana na nafikiri jambo ni zuri na uendelee na, na, na, uendelee na mpango huu mzuri wa kuendelea kuziangalia shule zako. E, inasaidia, na sisi tunakuwa na moyo kwamba viongozi wetu wanajali wanaangalia rasilimali za, za umma. Mimi jamii naomba ielewe tu kwamba serikali inavyotengeneza miundombinu sio kwa ajili ya serikali. Ni nani? Serikali ni watu, serikali ni wananchi. Kwa hiyo serikali inapowekeza inaweka vitu na tuwekea kuboreshea sisi. Sasa jamii inavyokuwa inaharibu, mimi siwaelewi. Jamii tambue kwamba vinavyotengenezwa na serikali ni kwa ajili yetu, sisi tunapaswa kuvitunza, kuvilinda kwa namna yote ile Hatupasi kwa namna moja, lakini pia hatupasi kujiingiza mambo ambayo haina msingi, kujiingiza kwenye vurugu za nini? Sioni kama vurugu zina msingi wowote. Mimi nadhani kama mtu anadai haki yake afuate taratibu; zipo upo wazi tu. Swala la kujiingiza kwenye vurugu hazitasaidia, na kamwe itakupelekea kwenye madhara makubwa hususan kwa walemavu, kifo na kadhalika. Mimi nadhani jamii itambue tu kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, tunapaswa kutii mamlaka.